Pull And pull. Katika mwaka wa 700 KK kabla ya Kristo kulikuwa na mji katika Iraq ya leo ambao ulikuwa jinamizi kwa mataifa yote ya jirani. Jina lake lilikuwa Ninawi, mji mkuu wa dola ya Ashuru. Haukujengwa tu kuwa mkubwa, ulijengwa kuogopesha. Mfalme Senakeribu alitaka uwe mji mkuu mkubwa zaidi, salama zaidi, na wa kuvutia kuliko yote ambayo dunia ilikuwa imewahi kuona. Lakini waliujengaje? Alitaka ukamilike ndani ya chini ya miaka kumi. Tatizo lilikuwa la kijiografia. Eneo lililochaguliwa lilikuwa kinamasi kisicho imara na hakukuwa na mawe ya kujengea. Unawezaje kujenga ngome yenye nguvu zaidi duniani kwa kutumia matope tu? Jibu lilikuwa kali na la kipekee sana. Waligeuza wafungwa wa vita, wakiwemo maelfu ya Waisraeli waliotekwa, kuwa wataalamu wa teknolojia ya kubadilisha matope kuwa mawe kwa kutumia moto. Leo utaona jinsi Ninawi ilivyojengwa tofali kwa tofali, na nani aliyelipa gharama kwa maisha yao. Ni mwaka 700 KK. Mfalme Senakeribu, mtawala wa dola ya Ashuru iliyoogopwa sana, anafanya uamuzi wa ajabu. Anaamua kuacha mji mkuu wa zamani na kujenga mpya mji mkubwa zaidi ambao dunia ilikuwa imewahi kuona Ninawi. Lakini eneo lililochaguliwa kando ya mto Tigris lilikuwa hatari. Kwa wajenzi wa wakati huo lilikuwa kinamasi kisichofaa, ardhi isiyo imara inayokumbwa na mafuriko makubwa yaliyoweza kubomoa msingi wowote. Lakini Senakeribu hakukubali mipaka ya asili. Pale ambapo kulikuwa na maji na matope aliamuru pawe ardhi imara. Hii haikuwa tu ujenzi, ilikuwa kama kupinga jiografia yenyewe. Ili kutimiza jambo hili, mfalme aliwakusanya maelfu ya wafungwa wa vita na wahamishwaji, watu ambao biblia inawataja. Fikiria makumi ya maelfu ya wanaume wengi kutoka Israeli na Yuda wakitazama tambarare kubwa ya matope. Kazi yao ilikuwa kusawazisha ardhi hawakuwa na mashine, walikuwa na vikapu, migongo yao na hofu tu. Walibeba mamilioni ya tani za udongo na changarawe ili kutengeneza jukwaa kubwa la bandia, wakinyanyua mji wote juu ya kiwango cha mafuriko. Gharama ya kibinadamu ilikuwa kubwa sana. Michoro ya wakati huo inaonyesha wasimamizi wakiwa na fimbo wakifuatilia kila hatua. Ilikuwa mbio dhidi ya muda na uchovu. Mwisho wake, walifanya lililoonekana haliwezekani. Walitengeneza kama mlima wa bandia mahali palipokuwa kinamasi. Mfalme sasa alikuwa na jukwaa lake juu ya watu wote. Lakini hata baada ya kupata ardhi imara, wahandisi walikumbana na tatizo jingine. Walikuwa katika eneo tambarare lisilo na mawe kama granite au marumaru. Wangewezaje kujenga ngome salama zaidi ya ulimwengu wa kale kwa kutumia udongo laini tu? Kusimamia maelfu ya wafungwa wa vita haikuwa kazi rahisi. Ilikuwa kama kudhibiti volkano. Echeche moja tu ingeweza kusababisha uasi. Changamoto ya kwanza ilikuwa chakula. Fikiria wanaume elfu arobaini hadi elfu hamsini wakila mara mbili kwa siku. Hiyo ni milo elfu mia moja kila siku. Chakula kikikosekana hata kwa siku moja tu, wasi ungeanza na wasimamizi wangekuwa wa kwanza kuuawa. Rekodi za Ashuru zinaonyesha mfumo wao mkali. Kila kundi la watu waliotekwa liliwekwa peke yao. Waisraeli sehemu moja, Wamisri sehemu nyingine, Waaramu sehemu nyingine. Kwa nini? Ili wasiweze kuwasiliana kwa urahisi na kupanga uasi. Ilikuwa mbinu ya kisaikolojia ya akili lakini ya kikatili. Wanaakiolojia wamegundua kwamba wafanyakazi walikunywa bia nzito yenye lishe kama supu badala ya maji ya kawaida. Haikuwa kwa ukarimu. Maji ya mto yalikuwa machafu na uchachushaji wa bia uliuwa bakteria. Kwa kweli, bia iliwaweka hai muda wa kutosha kumaliza kuta. Tofali yalikuwa nyenzo kuu, lakini huwezi kujenga malango makubwa na paa za majumba kwa udongo tu. Walihitaji miti mingi. Tatizo. Eneo hilo lilikuwa karibu na jangwa. Kwa hiyo Senakeribu alituma majeshi hadi milima ya Lebanoni kukata mierezi maarufu ya Lebanoni, miti iliyoheshimiwa sana. Miti hiyo ilikuwa mikubwa sana. Watu mia tatu walivuta gogo moja hadi mtoni, likafungwa kwenye mashua kubwa na kusafirishwa mamia ya kilomita hadi Ninawi. Ikiwa gogo lingezama, timu yote iliwawa. Pia walihitaji jiwe jeupe la chokaa kwa misingi muhimu na malango makuu. Jiwe hilo lilitoka machimboni kilomita hamsini mbali. lilisafirishwa kwa sleji za mbao zilizovutwa na mamia ya wanaume juu ya magogo yaliyopakwa mafuta. Ikiwa gogo moja lingevunjika, jiwe lingesogea kwa kasi na kuua makumi ya wafanyakazi ndani ya sekunde chache. Rekodi zinaonyesha ajali za vifo zilitokea mara kadhaa kwa wiki. Ili kudhibiti kila kitu, Senakeribu aliweka mfumo wa usimamizi wa ngazi mbalimbali mbali. Chini kabisa kulikuwa na wasimamizi waliowachapa wafanyakazi. Juu yao kulikuwa na maafisa wa Ashuru, juu yao wahandisi wa kifalme, na juu kabisa mfalme mwenyewe alifanya ukaguzi wa ghafla. Ikiwa sehemu ya ukuta ilikuwa na kasoro, si mfanyakazi tu aliyekufa, bali pia msimamizi, afisa, na wakati mwingine hata mhandisi. Ilikuwa mfumo wa hofu uliowafanya wote wafanye kazi kwa bidii bila kuchelewesha. Baada ya kuwa na mamilioni ya matofali, mbao zilizoletwa, mawe kusafirishwa na maelfu ya wafanyakazi chini ya udhibiti, walikuwa tayari kujenga kuta. Lakini kuweka tu vifaa hakutoshi dhidi ya jeshi lenye akili. Walihitaji kufanya lango la mji kuwa mtego wa mauti. Inasemekana kuta za Ninawi zilikuwa nene kiasi kwamba magari matatu ya vita yangeweza kupita juu yake kwa wakati mmoja. Inaonekana kama hadithi ya kutisha , lakini uchimbaji umeonyesha ukweli ulikuwa mbaya zaidi. Walijenga si ukuta mmoja tu bali miwili, wa ndani wenye urefu wa mita 30 na wa nje mdogo. Nafasi kati yao haikuwa bustani, ilikuwa eneo la kuangamiza. Jeshi likivunja ukuta wa kwanza, lingejikuta limekwama kati ya kuta mbili, likishambuliwa na maelfu ya wapiga mishale kutoka juu. Pia waligeuza maji kuunda handaki kubwa la maji lenye upana wa mita 40 kuzunguka mji. Handaki hili lilifanya iwe vigumu kwa mashine za vita na farasi kuvuka. Matokeo yake ilikuwa ngome iliyoonekana kutoweza kushambuliwa, alama ya hofu na wasiwasi wa mfalme aliyeona maadui kila mahali. Lakini kulikuwa na adui mmoja ambaye hata kuta ndefu hazingeweza kumzuia kiukali maji safi yalipaswa kusafirishwa kwa kilomita 50 yakipita mabonde na milima hadi katikati ya jangwa. Kazi hii ilifanywa na Waashuru miaka mia tano kabla ya Warumi kufikiria kuwa himaya. Haikuwa kwa anasa bali kwa ajili ya kuishi. Ninawi ilikuwa imekuwa sana kiasi kwamba mto wa karibu haukutosha tena. Maji yalikuwa machafu na hayakutosha kwa bustani za mfalme na watu wengi waliokuwapo. Kukata maji ni mbinu kuu ya kuzingira mji. Senakeribu alijua hili na akaamua mji wake hautawahi kukosa maji kwa gharama yoyote ile. Chanzo pekee cha maji safi na ya kudumu kilikuwa milimani, mbali sana na mji. Kati ya chemchemi na ikulu kulikuwa na milima na mabonde makubwa. Changamoto ilikuwa kubwa sana. Maji yangewezaje kusafiri umbali huo wote bila kupoteza mwelekeo na nguvu yake? Jibu lilikuwa mfereji wa Jerwan, kazi ya kipekee ya uhandisi wa zamani ambayo wanahistoria wengi wanaiona kama mfereji wa kwanza mkubwa wa maji wa umbali mrefu duniani. Zaidi ya mawe milioni mbili yaliyokatwa vizuri yalitumika kujenga daraja la kuzuia maji kupita juu ya bonde. Tofauti na matofali ya matope ya mjini, huu ulijengwa kwa mawe imara na kufungwa kwa lami maalum ili kuhakikisha hata tone moja la maji halipotei. Maji yalipofika mjini kutoka milimani, ulikuwa ushindi mkubwa kiasi kwamba Senakeribu akaamuru maandishi yachongwe kwenye mfereji huo yakimtangaza kuwa bwana wa maji. Sasa mji ulikuwa na ulinzi imara na maji yasiyokoma, mahitaji muhimu ya maisha yalikuwa yamehakikishwa. Baada ya usalama kutatuliwa, tamaa ya mfalme ilibadilika kutoka kuishi hadi kuonyesha fahari. Aliamuru vichongwe sanamu kubwa sana kwenye malango ya ikulu yake, nzito kiasi kwamba kwa mantiki ya wakati huo zilionekana haziwezi kusogezwa. Fikiria kuvuta jiwe moja kubwa lenye uzito wa tani 30 hadi 40 hata 50. Huo ni uzito wa kundi zima la tembo uliokusanywa katika sanamu moja tu. Senakeribu aliagiza sanamu maarufu za lamasu, mafahali wakubwa wenye mabawa na vichwa vya binadamu, zilinde malango ya ikulu yake mpya. Lakini kuzichonga machimboni lilikuwa jambo rahisi. Changamoto kubwa ilikuwa kuzisafirisha hadi mjini. Kwa kawaida tungefikiria kutumia magurudumu, lakini kwa uzito huo, mbao zisingeweza kuhimili. Mihimili ya magurudumu ilivunjika na magurudumu yalizama kwenye mchanga. Njia pekee ilikuwa kutumia nguvu kubwa kupambana na msuguano. Michoro iliyopatikana ukutani mwa ikulu inaonyesha walivyofanya jambo hili la ajabu. Walitumia sleji kubwa za mbao zilizoteleza juu ya njia iliyoandaliwa. Lakini mbao juu ya ardhi huleta msuguano mkubwa. Ili kupunguza msuguano, wanaume walikimbia mbele wakimimina maji au mafuta ardhini huku mamia ya wengine wakivuta kwa kamba nene. Siri haikuwa nguvu tu, ilikuwa mpangilio na umoja. Juu ya sanamu kulikuwa na mtu wa kuratibu akipiga makofi au ngoma. Ikiwa wote hawangevuta kwa wakati mmoja, sleji ingeanguka na kuwa makumi ya watu ndani ya sekunde chache. Ilikuwa kama ngoma ya mauti inayofuata sauti. Hatari ya kifo ilikuwa kila mahali. Kosa dogo tu kwenye mteremko na sanamu ingeanza kushuka kwa kasi ikikanyaga yeyote aliye mbele yake. Sanamu zilipofika kwenye malango ya Ninawi, ujumbe ulikuwa wazi, tunaweza kusogeza milima. Je, tutashindwa na jeshi lako? Kama nje ya mji ilitengenezwa kuonyesha ukubwa, ndani ilitengenezwa kuvunja akili ya mgeni kwa hofu ya kisaikolojia. Leo tunapamba nyumba zetu ziwe za kukaribisha. Senakeribu alijenga yake kuleta hofu. Ukiingia katika eikulu isiyo na mshindani, mabalozi na wafalme waliotawaliwa hawakuona picha za amani. Waliona kuta zilizojaa michoro ya vita. Mfalme alielewa kuwa hofu ni silaha yenye nguvu kuliko upanga. Fikiria kutembea kwenye korido baridi zenye kivuli, ukiwa umeepuka joto la jangwani, lakini ukizungukwa na michoro inayoonyesha kwa undani wa kutisha, miji ikiteketezwa, wafungwa wakiteswa, wakuu wakichomwa kwa miti mirefu. Hiyo haikuwa mapambo, ilikuwa onyo. Chumba kimoja maarufu kinaonyesha kuzingirwa kwa Lakishi, mji wa Yuda unaotajwa katika Biblia. Michoro inaonyesha jeshi la Ashuru likishinda mji huo, nyuso za maumivu, familia zikigawanyika, viongozi wakipiga magoti mbele ya mfalme. Ungeingia kwa mazungumzo ya amani, lakini unatoka tayari umeshindwa kisaikolojia. Jambo la kutisha zaidi ni hili, nani alichonga picha hizo za mateso? Wafungwa wa vita wenyewe, Wayahudi na mataifa mengine, ni wakilazimishwa kuchonga hadithi ya kushindwa kwao kwenye mawe. Maisha ya kila siku kwenye ujenzi yalikuwa magumu. Walivuta hewa iliyojaa vumbi la mawe na matofali. Moshi kutoka tanuru za kuchoma matofali ulijaza anga. Tunapoangalia magofu makubwa leo, tunaweza kufikiria siri au teknolojia ya ajabu. Ukweli ni kwamba Ninawi ilijengwa juu ya mabega ya wanadamu wengi wao kutoka mataifa yaliyoshindwa. Kwenye eneo la ujenzi ungesikia lugha nyingi zikichanganyika. Nguvu kazi ilikuwa mateka wa vita kutoka kila kona. Changamoto kubwa haikuwa tu kuinua mawe, bali kuwaweka wafanyakazi hai siku hadi siku. Maelfu walihitaji chakula mara mbili kwa siku, chakula kikikosekana, uasi ungeanza. Kuna taarifa ya kuvutia kuhusu maisha yao: huenda hawakunywa maji ya kawaida. Ili kuepuka magonjwa kama kuhara, walikunywa bia nzito yenye lishe kama supu. Uchachushaji uliwa bakteria hatari kwenye maji ya mto. Lakini watu hawa walikuwa nani? Rekodi za Ashuru zinathibitisha kile Biblia inasema baada ya kuanguka kwa ufalme wa Israeli na baadaye kampeni ya Senakeribu dhidi ya Yuda, watu wengi walihamishwa. Wengi wao walifanya kazi kwenye miradi kama upanuzi wa Ninawi. Waliambiwa mji utadumu milele. Kuta hazipenetriki. Vyakula havitaisha. Ngome ni kamilifu. Lakini nabii wa Kebrania aitwaye Nahumu alitabiri kwamba Ninawi itamezwa na maji na kuangamizwa kwa moto. Ilionekana haiwezekani. Ngome kubwa hivyo ingeangukaje? Lakini mwaka mia sita na kumi na mbili KK jambo lisilofikiriwa lilitokea. Muungano wa maadui uliuzingira mji. Kuta mbili na handaki kubwa la maji zilionekana haziwezi kuvunjwa. Kuzingirwa kulidumu kwa muda mrefu, kisha asili, waliodhani wameishinda, ilijibu. Mvua kubwa isiyo ya kawaida ilisababisha mto Tigris kujaa na kufurika. Maji yaligonga kuta za mji, sehemu zilizojengwa kwa matofali ya matope zilidhoofika na kuanguka. Tundu lilifunguka, maadui wakaingia. Mji uliporwa na kuchomwa moto. Moto ulikuwa mkali sana kiasi kwamba sehemu za majengo zilianguka ndani. Ninawi, iliyokuwa hofu ya mataifa, ikaanguka kwa moto na hapa kuna kejeli kubwa ya historia. Ikulu ilikuwa na maktaba kubwa ya vibao vya udongo vilivyoandikwa kumbukumbu na maandishi. Vibao vingi vilikuwa havijachomwa, kwa kawaida vingeharibika baada ya miaka mingi, lakini moto uliounguza mji uliokaanga vibao hivyo ukavifanya vigumu kama kauri. Moto uliokusudiwa kufuta kumbukumbu za Ashuru ndio uliouhifadhi. Ndiyo maana maelfu ya miaka baadaye wanaakiolojia waliweza kuvipata na kusoma maandishi hayo. Ninawi inafundisha somo la milele: hata kama kuta ni ndefu kiasi gani, hata kama uhandisi ni wa hali ya juu, hata kama himaya ni kubwa, kiburi hakihakikishi kudumu milele. Mji uliodhaniwa kuwa wa milele ulipotea kabisa, kiasi kwamba karne nyingi baadaye majeshi yalipita juu ya magofu yake bila kujua kilichokuwa chini ya miguu yao. Nguvu iliyojengwa juu ya hofu inaweza kutawala kwa muda, lakini historia inaonyesha kwamba hata himaya zilizo na nguvu zaidi zinaweza kuanguka. Kwa hiyo hadithi ya Ninawi siyo tu hadithi ya mawe, kuta na vita, ni hadithi ya kiburi cha mwanadamu, nguvu ya muda mfupi, na ukweli kwamba hakuna ufalme wa duniani unaodumu milele. Senakeribu alijenga kuta ndefu sana, lakini hakuweza kujenga ulinzi dhidi ya asili. Alileta maji kutoka milimani lakini hakuweza kuzuia mafuriko. Alijenga mji wa kuogopesha mataifa lakini hakuweza kuzuia hofu yake mwenyewe. Mwisho wake, mji uliodhaniwa kuwa wa milele ulianguka kwa siku chache tu. Somo la kwanza ni hili: kiburi huja kabla ya kuanguka. Somo la pili, nguvu inayojengwa juu ya mateso na hofu haiwezi kudumu milele. Somo la tatu, hata kile kinachoonekana kuwa imara kabisa leo kinaweza kubadilika kesho. Na somo la mwisho, historia haifichi ukweli. Kila kitu tunachojenga, iwe kwa haki au kwa uovu, kinaacha alama. Ninawi iliamini kuwa haitashindwa, lakini historia ilionyesha kuwa hakuna aliye juu ya wakati, asili au mpango wa Mungu. Ikiwa umejifunza kitu kutoka hadithi hii, penda video hii. Andika kwenye sehemu ya maoni umejifunza nini na uniambie unatazama kutoka nchi au mji gani. Na usisahau kujisajili kwa maudhui zaidi ya historia ya kushangaza kama hii. Tuonane kwenye video inayofuata. Shalom.